Kama umetafuta uh, njia ya kuondoa uzito mkubwa, kitambi na nyama uzembe bila mafanikio, basi tumia kinywaji hiki ndani ya wiki mbili ili ku, utapata matokeo makubwa. Unahitaji kitunguu maji, kata vipande vidogo vidogo, hakikisha unaweka kwenye kikombe safi. Weka karafuu punji mbili hadi tano, na baada ya hapo, uwe na maji ya moto. Weka kwenye kikombe maji ya moto, kikombe kijae kabisa, na funika kwa muda wa dakika kumi uiache uh, ili iweze kuchanganyika vizuri. Baada ya hapo ongeza limao kipande kimoja, kamlia maji ya limao ambayo maji ya limao kijiko kimoja. Na baada ya hapo, changanya vizuri. Ukishachanganya vizuri, hakikisha unakunywa glasi moja asubuhi kabla ya kifungua kinywa na usiku kabla ya kulala, au pata Slim Pack kutoka kwa Mwili, ambayo itakusaidia na kupata matokeo ya haraka. Inaondoa uzito mkubwa bila madhara, haina kemikali wala haitokusababisha kuharisha au kujisikia vibaya, na utapewa package kutokana na uzito wako uliokuwa nao. Soma caption kujua package zilizo hivyo na maelekezo yake. Na pakeji ya chini ni laki na kumi kwa siku kumi na tano na mwezi laki mbili na ishirini Nitafute WhatsApp kuanza dozi na komenti neno uzito kujiunga na grupu letu bure.